Huyo bwana naona, sijui kajisahau, atukuelewa sasa. Baada hapo, ndio po ndimepushiwa na hiyo treni, yaani mshtuko mkubwa tu sana mpaka vumbi e. Kama angekuwa ameingia ni usawa katikati hapo, alikuwa na mambo mengine, hamna mtu hata mmoja angetoka kwenye upande wa gari. saa saba hivi. hiyo gari ilikuwa inatokea inatokea huku mbini inaelekea huku barabara ya nani ya Urambo. Sasa hiyo treni, wakati imefika hapo, inapiga honi zaidi ya mara tatu, unaona siji dereva alikuwa kajisahau, alifahamu ndio kwamba imetokea ajali, imepiga honi, naona hatujaelewa tu nini kinachotokea, yani gefa, tukasikia tu pu pu mara mbili, mimi nikawa nimwambia wenzangu, jamani, hiyo ni wa ajali, wakasema kwamba sio ajali, ni behewa, nikasema hiyo ni ajali. Kwa hiyo ndo watu tukona wanakimbia na sisi ndo tulikuwa tumekuja hapa tumekuta watu gari imeshavurugika pale hivyo, wow. sikia honi mara tatu, tukasema kuna nini huku, ikafanya pu pu Kumbe ni honi ya nani? Ya, ya treni hii kwenda mpigia mwenye lori kukimbia, ndio kutoka kama ajali kama hii hapa. Hiyo yote tunavyoona, alimsukuma yani, kama angekuwa ameingia ni usawa katikati hapa kati, alikuwa na mambo mangine, hamna mtu hata mmoja angetoka. Kuna upande wa gari sikwapo, tunaona vipenga vinapigwa kuchungulia dirishani, tunaona na gari linakuja same trela hii. Mwenye gari akawa anaenda na sita sita, akaona kabisa ataliwai mshaka ana, ana, akaamua kusema ngoja nilitaimu nil, kichwa kikawa kupita kupita kichwa likabaki, bodi ndio likapigwa, ndio ajali kaonekana, ndio kama unavyoona ile kule. Taarifa za kutokea kwa ajali ya lori kugonga treni kwenye maeneo ya Miemba katika manispaa ya Tabora. Hii treni ilikuwa ni treni ya abiria ikitokea Kigoma kuelekea Dar es Salaam, na lori hili lilikuwa limetokea hapa Tabora likielekea Urambo. Ni kuhakikisha kwamba kichwa kingine kinakuja ili kuhakikisha kwamba treni inaweza kuondoka ama kuwaondoa abiria kuwafikisha kwenye eneo ambalo wataweza kupata huduma za kijamii wakati taratibu za kuwasafirisha zinaendelea kufanyika. E, kuna uharibifu umejitokeza kwenye kwenye vyombo na ndio maana hatua zinachukuliwa ili kuhakikisha kwamba kichwa cha treni kingine kina kina- kinafika kwa ajili ya kuweza ku, ku, kuondoa treni kwenye eneo hilo. Kauli ya Jeshi la Polisi ni madereva wa vyombo vya moto kuhakikisha kwamba wanachukua tahadhari hasa haya maeneo ya maungio ambapo njia ya reli inapita kwani taratibu na alama zipo zinaonyesha kwamba magari yanapaswa kusimama ili kuweza kuangalia kama kuna treni inapita na kuchukua tahadhari. Jambo hili linaonekana kwamba alikufanywa kwa makini na kusababisha hii ajali, lakini hata hivyo uchunguzi unaendelea na taarifa kamili itatolewa. Asante sana kamanda.